Assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapendwa wa wapenzi, na wasalimu, ndugu zangu wa Kristo katika jina la Yesu, siku ya pili, Ama dakika nyingine ambayo tunataka tuangalie fundisho lingine katika Korohani na Biblia tutofautishe, tujue ni gani ama kama kweli Mungu wa Biblia na wa Korohani ni mmoja. Tunaanza. Kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu akaata, akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Ili imetuambia Mungu amemtoa mwanawe, sio Mungu mwenza ama mtume ni mwanawe. Sikiliza mafundisho naye ya Qur'ani, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, ni sura ya sita aya mia moja na moja. Yeye ni muumba wa mbingu na ardhi, inaaminikaje awe na mwana hali ana mke? Na Biblia inatuambia Mungu alimtoa mwanawe. Kwa hivyo Qur'ani imekataa Mungu ana mwana. Naye Biblia inatuambia Mungu alimtoa mwanawe. Hiyo ni miungu miili tofauti. Swali kwako. Swali kwako. Katika Korani na Biblia kitabu kilicho tangulia, kingine ndicho kinapaswa kituambia maneno ya kweli, maana Mungu alikuwepo tangia mwanzo na kitabu kilichotangulia ndicho kinapaswa kituambie ukweli. Sikiliza 16:25 Muhammad ama Mtume sallallahu alaihi wasallam sikiliza vile anasema. Qur'ani 16:25 anasema. Na njadiliana na katika maelezo yake tafsiri ya Baruhani. Na njadiliana na watu wa dini zilizotangulia. Sikiliza Muhammad anasema, na njadiliana na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa Biblia, yaani ama katika watu wa Injili ama Biblia, yaani wa Kristo na Mayahudi. Wakristo na Mayahudi. Kumbe Ukristo na Uyahudi na Biblia vimetangulia. Kwa hivyo, kama vimetangulia, ndivyo vinavyoongea kweli. iki ambacho kimetokea hivi karibuni akina kweli yoyote. Sasa wewe Muislamu, hebu jiulize maswali kadha wa kadha. Kwa nini Uislamu katika historia, wasomi historia wa waso, Uislamu wanakubali kwamba Uislamu umeanza miaka ya 622 AD ama banda ya kuondoka Kristo ama after death, baada ya Yesu Kristo kuaga dunia. Sasa swali ni kwako Muislamu. Swali ni kwako. Jiulize unamfuata mtume kama nani? Tena itakuwa vibaya kama sitaweza kusoma ili fungu Qurani 6:158. Qurani inasema hivi, sikiliza vizuri. Uislamu sharti ujumie mema. Uislamu, Uislamu mtupu hautoshi kukusaidia usiingie motoni. Sasa swali Kurani inasema katika maelezo yake sita mia hamsini na nane Uislamu mtupu hautoshi kumsaidia mtu asiingie motoni. Jiulize unahitaji nini? Ukristo ni dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu.